Kwa hiyo Ayubu alijua kwamba huyu ni mwanamke ni mwanadamu kwa hali niliyokuta nayo na Biblia haijatuambia aliugua miezi miwili au mitatu. Inawezekana ni miaka ya kutosha, kwa hiyo amevumilia na kuvumilia na unajua, kwenye ugonjwa wale waliokuwa wanakuja nyumbani wanasema huyu ni kaka yetu, huyu ni ndugu yetu. Unajua kwenye ugonjwa wanakimbia, wanakuachia msala mwenyewe, yaani hapo waje kujitambulisha kwamba huyu ni ndugu yetu, tuachie tukauguze wenyewe. Kwenye raha tu, kwenye matatizo utabeba msala mwenyewe, hawakuwepo. Kwa hiyo huyu mwanamke aliangalia ile mazingira, ndugu hawako pamoja naye, majirani hawako pamoja naye, mpaka wafanyakazi na wamechoka kwa kuuguza huku. Mbona ninaishi tu kama vile ni mjane yani, sina, sina mume, si ni bora tu angekufa. Uliye kwenye ndoa, Bwana akukumbuke na Bwana akufungue macho na Mungu akusaidie. Ambayo hujaoa au kuolewa, Bwana akusaidie utoke na picha hiyo. Unaweza ukachumbia na kuchumbia naye mwangalie, unaona kama ana madhaifu. Kuna kijana mmoja nilimuita siku moja, nikamuliza hivi, wewe mpaka sasa hivi una miaka arobaini na saba hujaoa? miaka arobaini na saba si ni uzee ulishaingia ule. E, nikamuita nikamuliza, vipi. Unajua alichoniambia nau, mtumishi wa Mungu, kila dada ninayechumbia nagundua na matatizo. <laughs> Nikishakwenda na kuja kugundua nyumbani kwao ni wachawi. <laughs> Nikaachana naye. Nimekwenda na kwenda na huyu mwingine, nikaja kugundua nyumbani kwao ni matajiri sana, kwa hiyo ana kiburi cha pesa, atakuja kunitawala. Nikaachana naye. Sikia nikwambie, hautakuja kumpata malaika, haipo kabisa cha msingi kwa nini wakufanana? Wakufanana maanake ni mtu mtakayechukuliana katika madhaifu fulani. Jina Bwana ibarikiwe sana. Udhaifu ninaousema sio dhambi, kwamba mtu huyu ni mlevi, ninaingia kwenye ulevi, nasema ni udhaifu utaisha. Ulevi ni udhaifu. Mtu huyu ni kahaba, eti ni kahaba, tutachukuliana katika ukahaba? Hapo kutakuwa na ndoa kwenye ukahaba? Hakuna, sio udhaifu.